Asante, asante Lulu na Rashid wadogo dogo zangu. Uh, kusema kweli ni ni uchungu mkubwa tu, sikudhani kama naweza kuwa na uchungu huu kwa mtu yule, hakuzaliwa naye ubu moja wala hakulelewa naye, lakini kusema kweli siwezi kupeana mfano wa uchungu ule tunaosikia Ee, baba alikuwa baba peke yake, alikuwa ni mmoja wa wanasiasa mashuhuri na shujaa, vile amesema ni baba wa demokrasia nchini Kenya. Aa, ukakamavu wake you know ulitokana na ujasiri wake, uvumilivu na kupigania ha haki, hata pale e, alipokumbana na mateso um, alitujali sana sisi watu labda kutoka marginalized na hakuwa na ubaguzi wowote kwa Mkristo, Mwislamu you know, kwa, kwa, kwa kabila. Hakujua, hakutambua kabila ni ipi. Ukiangalia katika ODM tume ODM imechukua ime- iko represented kwa kila uh, tongoji la you know, ya kaunti yako amin ya Kenya kwa hivyo kusema kweli yeye you know, amepigania ame, ame mifumo yeye ndio walitusaidia kupigania mifumo you know, ya vyama vingi. Alikuwa uh, ye mstari wa mbele katika harakati za kuleta mifumo ya uh, vyama vingi. Unakumbuka ilikuwa ni mwaka 1991 na kushirikiana uh, na viongozi wengine. Unakumbuka uh, wao ndio walianza wali kina Kenneth Matiba na Rubia na wengine babake Jaramogi uh, uh, uh, inga Odinga, kusema kweli, amekuwa mvumilivu tu aa, kwa uongozini, lakini tu yetu ni kumwombea Mungu, kusema kweli. Uh, uh, seneta, kama unatupata vizuri, kwa yule ambaye si kufahamu, labda utuchoree taswira kamili ya safari yako na Mzee Raila Amolo Odinga, tangu mama alivyokuwa hai. Mmejuana vipi mpaka wewe ukaingizwa katika ulingo wa kisiasa? Amahani kidogo, eye mzee Nili tulijuana miaka mingi 19, I think ilikuwa ni mwaka na, 1992 nafikiri, si na ikiwa upande wa Lang'ata eh, kama, kwa, kama returning officer na uh, nakumbuka siku hizo um, bwana alikuwa chairman Kivuitu alikuwa anashindwa kutuma mtu yoyote Lang'ata maanake la, Lang'ata ilikuwa na na ilikuwa na shida sana time ya uchaguzi, lakini mimi oh, kunipeleka kule ikawa na utulivu, ikawa na utulivu na nakumbuka siku hizo nilikuwa vijana mdogo tu nikiwa na miaka ishirini na saba na nilichaguliwa kama returning officer. Yet, uh, returning officers walikuwa wanachukuliwa kuanzia miaka arobaini ama retirees. Lakini naye chama uh, Kivuitu akaniamini kuwa naweza kufanya hiyo kazi kwa hivyo mimi nilileta uvumilivu wa, upande wa Lang'ata constituency. Nakumbuka maanake siku hizo ilikuwa wanubi walikuwa wanauana na, wa, wana, wana, wana, na wajaluo. Kulikuwa na vita vya wajaluo na wanubi, mimi nikawajaribu na nikawaweka pamoja na nikawauliza uh, na huo uh, uchaguzi ukawa uh, umefana sana so kuanzia hiyo mijani yangu nikawamaliza upande wa tume ya uchaguzi nika, nika, nikapata kazi na UNDP bado kama mtaalam wa uchaguzi, nikafanya kazi upande wa Sierra Leone na kwenye, lakini bado nikiwa kule, bado tume ya uchaguzi ya Kenya wakaniita, wakasema lazima nirudi Kenya kuweza kushiriki uh, kwa uchaguzi na nilete experience hiyo nimepata kwa UNDP. Uh, Lulu hii naweza kusema bila hata kuwa na nini na sio kujipiga kifua eh, kuhisabu um, kuhisabu kura kwenye polling stations mimi ndio nilileta Kenya. Nilipotoka kule UNDP niliona vile wanafanya Sierra Leone nikaja nikamwambia, nika, nika bwanachama, naona nafikiria tuna- tunaweza ku kurahisisha Uh, kupiga kura sasa mimi nikaleta uh, kupiga kura kwa polling station, na kwa kila polling station kunayo presiding officer, na Bwana Kivuitu, chairman Kivuitu alifurahi sana kuweza na kaendo hiyo, na ikakubalika Kenya nzima. Na nashukuru kwa hiyo, so nikafanya kazi, kwa hiyo nimefanya kazi kwa UNDP, nimekwenda Afghanistan, nimekwenda Tanzania, nimekwenda um, uh, Botswana na hizo nchi zingine lakini nilipomaliza, nilipochukua nafasi ya kupumzika baada ya kufanya kazi uh, Tanzania uh, Tanzania na Zanzibar, uchaguzi wa 2015. um, nakumbuka Mheshimiwa Jakoyo uh, alijua mimi niko nyumbani na akakimbia kwa baba akamweleza, ah, Hamida yuko nyumbani na amechukua break kutoka UNDP na Kenya tulikuwa na uchaguzi ya 2017. Hapo hapo uh, mze Raila akas, akaniita akasema lazima tukutane, lakini before that, nikiwa UNDP bado nilikuwa na mshauri, na ndio nilikuwa mtaalamu wa uchaguzi, nilikuwa ninamshauri kwa kila njia upande ya uh, uchaguzi. Basi akaniita akaniambia, mi naomba uje uwe head of operations uh, ya kwangu uh, ya presidential elections ya 2017.